Umewahi kuona mtu anakutabasamia lakini mafanikio yako yanamuma? Tuingie sheria ya kumi ya the laws of human nature cha Robert Greene. Hii ni Sauti ya Kurasa, karibu. Sheria ya kumi, the law of envy, sheria ya wivu. Katika sura ya kumi, Robert Greene anagusa moja ya hisia hatari zaidi, lakini zinazofichwa sana na binadamu, wivu. Greene anasema wazi kabisa kwamba hakuna hisia ambayo watu huiogopa kuikiri kama wivu. Mtu anaweza kukiri hasira, huzuni, hata chuki, lakini wivu, hapana. Watu wengi hawatakubali kamwe kuwa wanamwonea wivu mtu mwingine, hata kama ukweli huo unawaunguza ndani kila siku. Wivu huzaliwa pale mtu anapojilinganisha na mwingine, si kwa sababu mtu mwingine ni mbaya, bali kwa sababu ana kitu ambacho sisi tunatamani kuwa nacho au kuwa kama yeye. Inaweza kuwa mafanikio, heshima, mvuto, kipaji au hata amani ya ndani. Kinachouma zaidi si kitu chenyewe, bali hisia ya ndani inayosema, kwa nini yeye na si mimi? Greene anaeleza kuwa wivu ni hisia ya kimya sana. Mara nyingi hujificha nyuma ya tabasamu, pongezi za uongo au ushauri unaoonekana wa kirafiki, lakini ndani kabisa, mwenye wivu anapambana na hisia ya udhaifu na aibu. Badala ya kukubali hisia hiyo, watu wengi huibadilisha sura, huanza kukosoa, kubeza, kupunguza thamani ya mafanikio ya wengine au hata kujaribu kuwazuia kwa siri. Mfano mzuri ni pale rafiki yako wa karibu anapofanikiwa. Kwa nje unasema, Nimefurahi sana kwa ajili yako, lakini ndani yako kuna sauti ndogo inayosema, nilipaswa kuwa mimi. Hapo ndipo wivu unaanza. Kama haujatambuliwa mapema, unaweza kukua na kugeuka kuwa uhasama, usaliti au furaha ya siri pale mtu unayemwonea wivu anaposhindwa. Wivu mara nyingi hulenga wale walio karibu nasi, si watu wa mbali. Hatumwonei wivu mabilionea asiyejulikana bali ndugu, rafiki, mfanyakazi mwenzetu, wale tunaoshindana nao kimya kimya. Hii ndio sababu wivu ni hatari sana, kwa sababu unatokea mahali hatutarajii. Lakini ili kuelewa sheria ya wivu kwa undani zaidi, ni muhimu pia kutambua jinsi wivu unavyodhihirisha katika maisha ya kila siku bila sisi kutambua. Mara nyingi hauji kama chuki ya wazi, bali kama mabadiliko madogo ya tabia. Mtu anayekuonea wivu anaweza kuanza kuchelewa kukujibu, kupunguza ukaribu, au kukupongeza kwa sauti isiyo na furaha ya kweli. Ishara hizi ndogo ndizo mbegu za migogoro mikubwa ya baadaye. Greene anaeleza kuwa watu wenye wivu mara nyingi wanateseka kimya kimya. Ndani yao wanajiona hawatoshi, wameachwa nyuma, au hawajafikia walipotarajia. Badala ya kukabiliana na hisia hizo kwa kujijenga, wanatafuta nafuu kwa kuona wengine wakidumaa. Ndio maana wakati mwingine, mtu anayekuonea wivu huonekana kufurahi makosa yako kuliko mafanikio yako. Wivu pia unaweza kuharibu mahusiano ya kifamilia. Ndugu wanaweza kuoneana wivu juu ya mafanikio, upendeleo au hata mapenzi. Lakini kama ilivyo kwa sheria ya tisa, Greene hasemi wivu ni uovu wa kuuficha au kuupinga kwa nguvu. Kinyume chake anasema hatua ya kwanza ya hekima ni kuutambua wivu ndani yako. Ukikubali kuwa una wivu, unapata nguvu ya kuudhibiti. Ukijifanya hauna wivu, wivu huo utakudhibiti wewe. Greene anashauri kuwa njia bora ya kukabiliana na wivu ni kuubadilisha kuwa chanzo cha kujijenga. Badala ya kumwonea wivu mtu aliyefanikiwa, jiulize kwa uaminifu, ni nini hasa kinanifanya nimwonee wivu? Jibu la swali hilo mara nyingi hufichua ndoto zako halisi ulizozipuuza. Kwa maana hiyo, wivu unaweza kuwa dira ya kukuonyesha mwelekeo wako wa kweli. Pia Greene anaonya juu ya kuwachokoza wengine bila kujua: kujigamba, kuonyesha mafanikio kupita kiasi, au kung'aa bila hekima kunaweza kuamsha wivu hatari kwa watu walio karibu nawe. Mtu mwenye wivu mkali anaweza kutabasamu leo, lakini kesho akawa chanzo cha matatizo yako. Hekima ni kujifunza kung'aa kwa kiasi, bila kuzima mwanga wako wala kuwachoma wengine. Sheria ya kumi pia inatuonya dhidi ya kujilinganisha kupita kiasi, hasa katika zama za mitandao ya kijamii. Maisha tunayoyaona mtandaoni mara nyingi ni picha zilizochujwa. Kujilinganisha na picha hizo kunalisha wivu, kujidharau na kupoteza mwelekeo wa maisha yako mwenyewe. Kwa kifupi, sheria ya kumi inatufundisha kwamba wivu ni hisia ya asili ya binadamu. Kukataa kuikiri huifanya iwe hatari zaidi. Ukikubali wivu wako, unaweza kuugeuza kuwa nguvu. Ukipuuza wivu wa wengine, unaweza kuumizwa vibaya. Mwisho wa sura hii, Robert Greene anatukumbusha kuwa mtu mwenye hekima si yule asiye na wivu, bali ni yule anayejua wivu wake na wa wengine na anajua kuuchezea bila kuharibu maisha yake. Wivu ni moto. Unaweza kukuunguza, au unaweza kuutumia kupikia chakula chako cha mafanikio. Kama umejiona kwenye somo hili, basi uko tayari kwa ukweli. Subscribe Sauti ya Kurasa ni ya watu wanaotaka kuelewa akili ya binadamu.